Eh, bwana mwana, mwana maisha fresh, asante sana kwa kuwa na sisi na hapa mbele yako niko na mkuu wa wilaya. Hivi bado uko Msoma, Msoma eh? Ah, okay sawa. Na yuko hapa toka siku siku -siku ya jana na leo pia. Kwanza naomba nifahamu, ni, ni ilani mpya imewasilishwa na tunachosubiri sasa hivi ni kwenda utekelezaji 2025 2030. Nini cha kuchukua kwenye ilani hii ambacho ni kikubwa sana kwa Watanzania? Na jambo la kwanza chama imara siku zote huwa lazima kiweke dira kiweke mwelekeo wapi kinapotaka kuwafikisha wananchi Yo. na ndio leo Chama cha Mapinduzi kimeonyesha kwamba mwelekeo wa 2025 30 ndio huu ambao Mheshimiwa Mwenyekiti amezindua rasmi okay, lakini kubwa katika ilani hii ni ilani ambayo inaenda kugusa maisha ya mwananchi wa kawaida okay, kwa sababu katika, katika vipaumbele ambavyo vimetajwa moja ya kipaumbele ni kwenda kufanya mageuzi katika uchumi, lakini kubwa katika kuhakikisha unaboresha na kuimarisha maisha ya mwananchi ule wa kawaida. Ina maana ni ilani ambayo inaenda kupambana na umasikini, inaenda kupambana na changamoto mbalimbali mbali za wananchi. Kwa hiyo ukiangalia, na inaenda kugusa pia ongezeko la ajira ambayo ilikuwa ni kilio kikubwa kwa wananchi. Kwa hiyo ni ilani ambayo ina matumaini, ni ilani ambayo inaonyesha tunakoelekea ni kwenye nchi ya asali, nchi ya ahadi, nchi ya maziwa okay. Uh, mwenyekiti wa chama amewaagiza na amewatuma sasa, naona mmeondoka na, na hivi vitabu, nini ambacho amewaagiza? Ala, kwanza anataka anataka twende tunapomsaidia tumsaidie kwa vitendo katika kusimamia ilani lakini vilevile kuhakikisha kwamba kuna matokeo yanaonekana. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba tunakwenda hii ilani ambayo leo hii ameizindua, sisi kila wilaya, na mimi katika wilaya yangu ya Msoma wilani iliyopita, tumehakikisha tumesimamia, imetekelezeka kwa zaidi ya asilimia tisini na nane na ilani hii tunaenda kujipanga kuhakikisha kila jambo ambalo limetajwa limezungumzwa kwenye ilani tunalitendea haki kivitendo. okay. mm. Uh, wananchi mara nyingi, kwa mfano ilani iliyopita, mara nyingi wananchi huwa hawajui, huwa wanashangaa tu mambo yanatokea na baadaye wanakuja kusikia kwamba chama mnasema kwamba mmetekeleza. Uh, labda mmejipangaje kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa na uelewa juu ya ilani hii ambayo imezinduliwa leo? Uh, cha kwanza tunaenda kutoa elimu kama ambavyo leo imezungumzwa ile ni summary tu kutoka kwa Profesa Kitila ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ilani, lakini sisi kama serikali tutaenda kutoa elimu na uelewa kwa wananchi wa namna gani bora na kila kipaumbele na mikakati ya utekelezaji wa vipaumbele hivyo kwa hiyo nataka pia wananchi wajue mambo huwa hayajitokezi, mambo yanafanywa yatokee, kimipango na kimikakati, na kila kitu kimezungumza na kimetajwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tutaenda kutoa elimu, uelewa, semina, lakini kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata uelewa wa ilani ya chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya naomba nikushukuru sana. Nashukuru sana na nikutakia safari njema, eh, kwenda Mara. Lakini kubwa, Samia tunaye, tunatambanaye mpaka 2030. Asante. Asante sana.